Never, never, never make the mistake of exiting government just because somebody told you to do so. Tumia fikra yako kama wishungu alivyosema, hakuna mtu amekubebea akili yako. Wewe beba akili yako ufanye what is right. Na mimi nawaomba sana tushirikiane. Sisi watu wa Mombasa na watu wa Pwani hatutoki tena katika serikali ng'o. Sisi tunaenda tutam, alafu tutachaguana tena. Na mimi namuona yule ambaye amekaribia kiti, yuko hapo, anaitwa Kindiki, tutaendelea hiyo tutam na tutaendelea na tutaendelea. Wajua mimi napenda Kindiki sana, nilisoma naye darasa moja. Ni mtu mkweli, ni mtu ambaye hana ukabila, ni mtu anaweza kuendeleza Kenya kwa pamoja. You, sisi tunataka mtu ambaye ataendeleza ile ratiba ya maendeleo, hatutaki mtu ambaye atakuja kutugawanya kimakabila. Kwa hivyo sisi hapa sote tuko kwa kuimarisha Kenya na kuimarisha jamii zetu na maisha yetu.